Tuelekee Dodoma tena ambapo makamu mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samuel Malecela amewashauri wanachama wa chama hicho kuondoa hofu ya mabadiliko yanayoendelea kufanyika katika chama hicho cha CCM. Dr. Malecela ametoa kauli hiyo wakati huu ambapo wanachama wa CCM na viongozi wao wakijielekeza mjini Dodoma kwa maadhimisho ya miaka 40 ya kuzaliwa kwa chama hicho. Tuungane na mwandishi wetu Marin Hassan Marin ambaye ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka Dodoma. Nimesimama mbele ya ukumbi wa Dodoma Convention, ukumbi mpya wa chama cha mapinduzi. Punde hivi ukumbi huu utakuwa shuhuda wa mabadiliko ya chama hiki CCM mpya. Mimi ningewaomba wanachama wasiogope mabadiliko, kwa sababu CCM waone tulikotoka. Tulitoka kwenye TANU tukaja TANU na ASP. Hayo yalikuwa ni mabadiliko. Umekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi kwa miaka kumi na tano. Ikitajwa dhana hii ya CCM mpya au mabadiliko, hasa ni picture gani hasa inakusudiwa hapo? Kwanza katika chama yatakuwekwa mabadiliko ya kifikra, kwamba katika miaka hii ambayo tumeishi yako mambo fulani fulani yamebadilika, tubadilike kufuatana na hali halisi. Yanaweza yakaweko mabadiliko ya teknolojia, yako mabadiliko ya kiuchumi. Sasa haya yote lazima CCM yaangalie ya yanavyokwenda na kuona kwamba chama chake kinabadilika, kinaleta mabadiliko katika chama yanayolingana na hali halisi iliyopo. Miaka arobaini ya uhai wake, sasa CCM inafungulia macho zaidi kuotesha demokrasi kwa vijana. Siasa za dunia zimebadilika, e, na sisi kama Tanzania sidhani kama itakuwa sahihi kubaki nje na siasa hizi ambazo ukiangalia, e, siasa za sasa hivi zinavutiwa sana na vijana. Chama cha Mapinduzi nguvu yake ni umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Ni kweli hilo swala lipo, na umoja wa vijana tunashiriki kikamilifu katika mambo yote na maandalizi yote ya maadhimisho yako tayari tayari. Kila anayestahili kupata taarifa juu ya maadhimisho haya taarifa hizo anazo, na sisi tumeshaweka utaratibu wa namna ambavyo watu wetu wakifika tutawakomodeti namna gani. Sauti itakayotoka hapa tarehe tano mwezi wa pili, ambapo chama hiki kitatimiza umri wa mwaka wa arobaini toka kuzaliwa inataraji kuwa sauti mpya mwelekeo wa chama chenyewe kwa sasa nao ni mpya, na kwa wanachama karibu milioni kumi wa chama hiki wanataraji mabadiliko ya muundo mpya. Ni kusema saa hamsini zijazo ni muhimu kwa duru za siasa nchini kushuhudia chama hiki kikitangulia vyama vingine vya siasa kuelekea umri wa nusu karne. Marin na Hassan Marin, TBC Dodoma. <laughs> achama cha mapinduzi wandishi wetu